Na ugonjwa wa multiple sclerosis ni ugonjwa sugu wa mfumo wa neva ambao mara nyingi hutambuliwa baada ya miaka mingi ya mateso ya kimya. Nchini Kenya, wagonjwa wengi hukumbana na changamoto za uchunguzi, gharama kubwa za matibabu na kukosa kuelewa. Leo tunaangazia safari ya mgonjwa mmoja, nafasi ya serikali na juhudi za kuongeza uhamasishaji. Multiple sclerosis maarufu kama MS ni ugonjwa wa muda mrefu wa mfumo wa neva unaoathiri ubongo na uti wa mgongo. Hutokea pale ambapo mfumo wa kinga ya mwili unaposhambulia neva, jambo linalokatiza mawasiliano kati ya ubongo na sehemu zingine za mwili. Dalili zake hutofautiana kutoka kwa mgonjwa mmoja hadi mwingine na zinaweza kujumuisha matatizo ya kuona, udhaifu wa misuli, kupoteza mizani ya mwili na uchovu mwingi dalili hizi huweza kujitokeza na kupotea kwa nyakati tofauti hii leo tunazungumza naye Isaac kasio kamulwa dalili zake zilianza akiwa bado mtoto wakati huo dalili hizo hazikuchukuliwa kuwa za hatari The same storm

My dad took me to hospital and then the doctor told him the boy is pretending is okay. I didn't know that it was MS signs which were slowly and slowly coming through. Kadri alivyoendelea kukua, ugonjwa ulizidi kumwathiri kwa njia zisizo za moja kwa moja lakini za kudumu. Kufikia mwaka elfu mbili na saba, alipokuwa katika darasa la nane, uchunguzi wa kitabibu ulionyesha dalili za kutokuwa na mizani usoni, hali iliyoanzisha hofu ya uwepo wa ugonjwa wa neva so. Kwa wagonjwa wa MS utambuzi wa ugonjwa mara nyingi huwa mwanzo wa changamoto mpya badala ya mwisho wake. Ugonjwa huu hauna tiba kamili na huhitaji usimamizi wa maisha yote. Kwa Isaac, mwaka wa kwanza baada ya kugunduliwa ulianza na hali ya kutoamini, msongo wa mawazo, na kujifunza jinsi ya kuishi na ugonjwa huu kwa muda mrefu. Uh, Google, Dr. Google, as I mentioned earlier, alisaidia kidogo because we were able to search what is MS uh, what what are we expecting when we, where do we see ourselves in the near future. And then uh, apparently ikakubali but uh, in the first year the entire 2022 I was in denial Second way, I mean, come I can be sick. I could be having a condition uh, the way of managing is uh, by use of steroids. Now, steroids have their own effects. I hear this is just hearing. They can also lead to infertility. So we don't use

Hata hivyo, matibabu huja na gharama kubwa. Nchini Kenya, ugonjwa wa Multiple Sclerosis bado haujafanyiwa utafiti wa kutosha wala kufadhiliwa ipasavyo, hali inayofanya upatikanaji wa dawa kuwa changamoto kwa wagonjwa wengi. Kwa Isaac, mpango wa bima ya afya ya serikali sha umekuwa muhimu

So that is something working. For me, it works. Licha ya msaada huo, wagonjwa bado hulazimika kugharamia baadhi ya huduma kwa mifuko yao wenyewe, jambo linaloongeza mapengo yaliyopo katika huduma za muda mrefu kwa magonjwa sugu. Ni mapengo hayo yaliyomsukumwa Isaac kuanzisha wakfu wa Multiple Sclerosis. Wakfu huo unalenga kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa wa MS na kusaidia wagonjwa wasioweza kumudu gharama ya uchunguzi na matibabu.

cheapest. Kwa sasa taasisi hiyo inategemea ufadhili wa watu wenye nia njema kuendesha shughuli zake. Moja ya miradi yake kuu ni kampeni ya uhamasishaji wa multiple sclerosis za Afrika inayolenga kuongeza uelewa wa umma kuhusu ugonjwa huo na kupunguza unyanyapaa. Yvonne Kemuma, Runinga ya KU.